Binadamu wote ni ndugu zangu na Afrika ni moja, nitaitumikia nchi yangu na watu wake wote, nitajitolea nafsi yangu. Nita kuondosha umasikini kuondosha umaskini, ujinga. Baada ya uchaguzi haitaweza kuisha wiki moja, siku saba, nitarudi kuwa Chama cha Mapinduzi. Niseme na twingine niseme, nimwahidi Mheshimiwa Nanasabia, nimwahidi Mheshimiwa Chwale, nimwahidi Mheshimiwa Matata na, na Igombola, kika upinzani hauko ndani ya kijiji cha Igombola. Natuma salamu, upinzani hauko. Oktoba wananchi wote mitibi tatu kaswakwa Swale chua, Mbuna pamoja na mheshimiwa mama yetu mama Samia, hey hey! hey hey! Mama Samia hey, hey! Edisoni Swale hey, hey! bila kumkosa Mbuna hey. Na mimi sasa nimerudi kuwa, nimerudi kuwa mwenyekiti wa serikali kwa kupitia Chama cha Mapinduzi. oh yeah! Igombola, safi. naomba nimwongezee zawadi ya pili, t-shirt nyingine. piga makofi kwa mwenyekiti. shika zawadi ya pili, mwenyekiti. imeandikwa tunatiki Oktoba tunatiki kwa mama Samia. Asante sana mwenyekiti. Mimi na maneno machache sana. Jambo la kwanza, kitendo kilichofanyika hapa leo na mwenyekiti wenu, sisi kama chama cha mapinduzi na mimi kama mbunge wenu, tumefurahi sana. Unajua, mlipokuwa na mwenyekiti wa chama kingine hapa Igombola ilikuwa inatafsiriwa nyinyi ni wapinzani Igombola. Oye, oye! ko Leo mwenyekiti alichokifanya ni kuwatetea wananchi wake kuwaunganisha na network ya CCM, mpigeni makofi ka hoyo. <coughs> leo hii sasa hapa Igombola mmefanya jambo kubwa, lakini aliyewapa heshima hii kubwa na amesema ameheshimu wananchi wake kwa sababu ninyi ni wana CCM ameamua na yeye kuachana habari ya Chadema kwa mwana sisi mpigeni makofi maj kuona, mimi mbunge nikiwa hapa kwa niaba ya mama Samia Suluhu Hassan. Ninajua rais wetu mama Samia akiona hii picha atakuwa na uhakika Igombola kuanzia mwenyekiti na nyi wote ni kura za mama Samia, hata viongozi wangu wa chama mkoa na wilaya wanaamini sasa Igombola tiki ni Chama cha Mapinduzi Mapinduzi. Sasa, maandiko yanasema ukisha tubu usitende dhambi tena. Kwa kuwa kuna vyama vingine bado wanagombea Igombola, msitende dhambi tena, mkapigie Chama cha Mapinduzi. Asante, na Mungu awabariki sana. Chama cha Mapinduzi ni familia inayependa amani, upendo na mshikamano na sisi tunahubiri amani, lakini ni chama cha maendeleo. Hivyo wananchi wote wa Igombola, naomba tumuunge mkono mwenyekiti huyu, na sisi kama viongozi wa wilaya na kata na tawi hivi, tuko tayari kuendelea kukulea kwa malezi ya CCM, na usiwe na wasiwasi, madaraka ni yako, utaendelea kuongoza kijiji chako kama ambavyo wananchi hao walikuchagua. Hapo vipi jamani? Makofi kwa mwenyekiti. Kana sisi tumefurahi, mkoani na wadilisha wamefurahi, wilaya wamefurahi, sisi sote tumefurahi kwa umoja wetu, hata wananchi wako wote wamefurahi. Mbunge wako kama mlivyomuona, wamesema yuko tayari, na bwana Laitoli mbunge yuko tayari, mwenyekiti wa kata yuko tayari. Sisi kwa niaba ya kamati ya siasa ya wilaya Njombe chini ya mwenyekiti wetu ndugu Justin kwa uchungu nusuu, pia pamoja na katibu wetu Mariam idiet wote wametoa wa baraka zao, wamesema tukupokee na tuko tayari kushirikiana nawe. Asante sana. Basi baada ya maneo